Uh, kama tunavyofahamu kwamba kila Jumatano ni siku ya kuzungumza kuhusiana na, eh, na, na, na, na uchumi na fedha eh, eh, ah, na leo tutazungumza kuhusiana na tathmini binafsi ya fedha na uchumi na kama kawaida tunaye hapa Janeth Soka, eh, kuweza kuzungumza, eh, kuhusiana na hilo. Janeth, karibu sana. Ah, leo naona presentation ina tofauti kidogo. Basi, tunabadilisha badilisha. Tunaanza wapi? Ah. Kwanza kabisa tuko mwisho wa mwaka e, ni mwezi wa mwisho kabisa wa mwaka 2025. Kwa hiyo ni lazima tufahamu na tujue tumetoka wapi, tuko wapi na tunaenda wapi. Kwa hiyo yeah. Mada yetu ya leo tunazungumzia tathmini ya mwisho wa mwaka, tathmini binafsi kuhusiana na uchumi na fedha okay. mm -hmm. na hapa kwanza lazima tu kama nilivyosema tathmini. Aa, mtu ambaye ananitazama unaweza ukajiuliza kwa nini tunafanya tathmini. Lengo la kufanya tathmini ni kufanya maboresho, mabadiliko ili uweze kujua mwakani unakujaje, utaanza na nini utamaliza na nini. Lazima ujue umekosea wapi na unaboresha wapi, yeah. na hilo ndo lengo la mada yetu ya leo na tathmini ni nini kiufupi tu Tathmini ni mchakato na hapa tunazungumzia tathmini binafsi, ni mchakato wa mtu a kujifanyia ukaguzi kuhusiana na fedha, na hapa tunazungumzia tathmini ya fedha na uchumi, kuhusiana na fedha, amewekeza wapi fedha zake, alizitumiaje na vyanzo vingapi vya mapato, vyote ili aweze kujua mwakani anakujaje na anakuja kwa namna gani. mm -hmm. Mm -hmm. Aa, na kiufupi mtu akisikia wa tathmini good luck. Yeah. Aa, watu wengi wanaamini tathmini ni mambo professional. Mm. Eh, ni mambo yani, kwamba mpaka niwe na kampuni niwe na taasisi, lakini mtu binafsi ni vizuri ujifanyie tathmini na hapa tunazungumzia katika level ya kawaida kabisa kwamba ujue eh, ujichambue, ujifanyie tafakari ya ufupi. Tabia zako ni zipi mwaka huu eh. Ulikuwa unafanya nini, lakini kwa nini um, umekuwa ukifanya hicho kitu? Chanzo ni nini? Wakati mwingine mazingira, marafiki, watu wanaotuzunguka wanatuweka katika uh, kufanya vitu ambavyo vinatutoa nje ya malengo. Na tatu, nini unaweza kufanya ili uweze kuboresha? Kwa hiyo hicho ni kiufupi kuhusiana na tathmini, na mtu ambaye ananitazama sasa hivi uweze kujua tu uh, ulikuwa unafanya nini mwaka elfu mbili na ishirini na tano uh, cha chanzo ni nini na utaboresha kitu gani? Sasa tuangalie mambo muhimu sasa ambayo uh, tunafanyia tathmini binafsi ya mm. fedha na uchumi mm. Tathmini binafsi ya fedha, kwanza kabisa a, mapato na matumizi hmm. mapato na matumizi hmm. ehe, mapato na matumizi. Na hapa hasa tuna tunatazamia, e, ulikuwa unapata kiasi gani cha fedha? E, vyanzo vyako vya mapato ni vingapi? Chanzo chako ni kimoja, viwili vimeongezeka, au viko vilevile? Na baada ya kuongeza chanzo cha mapato baada ya kuongeza chanzo cha mapato aa, mabadiliko yako hasa yamekuwa ni kwa namna gani? Mabadiliko, ha, mabadiliko yako hasa yamekuwa kwa namna gani? Kwa sababu kuna mtu ana chanzo cha mapato kimeongezeka. hmm. okay. eh, au kimepungua na hajui, yani ukimuuliza sasa hivi mwa, um, tangu mwaka uwanza ulikuwa na chanzo kimoja cha mapato, baada ya a, kuongeza biashara au kitu kingine, fedha yako nyingi imeishia wapi? Fahamu, lakini anaona kuna chanzo kingine cha mapato kimeongezeka. Kwa hiyo ni vizuri ukajifahamu chanzo chako cha mapato ni kipi, ni kimoja au vimeongezeka au kimepungua kabisa na wapi umekosea au umekwama. Na hapo kwenye matumizi, fedha yako nyingi iliishia wapi? Eh, ime, imeenda katika vitu vya kujenga au vitu ambavyo vimeongeza starehe, mwisho wa mwaka hauna kitu ambacho cha kushikika. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu sana la kuzingatia mm-hmm. Jambo la pili tunasema ni akiba na uwekezaji eh, uliokuwa nao akiba na uwekezaji. Na tukizungumzia akiba na uwekezaji hapa tunazungumzia aa, uwezo wako wa kutunza fedha na uwezo wako wa kuiweka fedha mahali ambapo fedha inaweza ikazalishwa, ikadhali, au ikaongezeka zaidi. Ehe, na kuna mtu hapa akinitazama akini nafikiria pengine kwenye kuhusiana na kuweka akiba, fedha aliyokuwa anaipata pengine ilikuwa haijitoshelezi, ndio maana alikuwa anakosa fedha ya akiba, lakini au pengine alikuwa anaipata lakini hajaweka nidhamu ya kuitunza. Kwa hiyo ni vizuri kwenye sehemu ya tathmini ukafahamu akiba na uwekezaji kuhusiana na fedha yako. mm -hmm. mm -hmm. Uh, jambo la tatu hali yako ya madeni, hali yako ya madeni ikoje mpaka sasa hivi? na uh, good luck. watu wengi tukizungumzia hapa madeni mtu yeah. anaweza akafikiria aka katika mtazamo mwepesi au mtazamo rahisi, lakini ukweli ni kwamba madeni ni changamoto kubwa ambayo ina athari kiakili, afya yako ya mwili, afya yako ya akili, uwezo wako wa kufikiria, utafutaji wako wa fedha na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo kuna baadhi ya madeni yanakunyima uhuru, pengine hata wa kuongea na watu, umekuwa unakaa sehemu moja tu Eh, unaogopa hata kutafuta fursa, unaogopa hata kuwasiliana na watu. Au wakati mwingine, eh, ulienda kumwazima mtu ambaye ulienda kumwazima mtu fedha, mtu ambaye bado unamhitaji kwenye maisha yako, kwa fedha hiyo umeshindwa kuirudisha, lakini huwezi kumpigia simu. Hali yako ya madeni ikoje? Kuna watu wana hali mbaya. Kinachomfanya asipige hatua za kimaisha si kwa sababu hana chanzo cha mapato, anacho, lakini madeni aliyokuwa nayo yamemfunga. Yuko katika eneo ambalo anashindwa kuwasiliana na watu na kufanya maamuzi tofauti. Kwa hiyo ni lazima ufahamu ili uweze kujua mwakani unakuja na unaboresha nini na unakuja katika namna gani. Ah, jambo la nne ni malengo yako ya fedha ah, yaliyotimia. Na hapa kwenye malengo yako ya fedha ah, watu wengi tumekuwa tukisikia malengo, tunaweka malengo katika maeneo mbalimbali kwamba bwana, mimi mwakani naweza nikaoa nikafanya kitu fulani, nikafanya hivi. Lakini kuhusiana na fedha, hili limekuwa ni jambo ambalo ukizungumza mtu anaweza kashtuka, he, tutatakiwa kuwe na malengo ya fedha? Ndipo nataka eh, nikuulize, mtu ambaye hajaweka malengo yeye anatathmini nini? Aa, kwenye kutathmini, kwanza tathmini inafanyika katika namna mbili. Unaweza ukatathmini kutokana na malengo aliyojiwekea, lakini tathmini kutokana na tabia ulizokuwa nazo. Hmm. Ukweli ni kwamba Tunavyoishi tu maisha yetu kiujumla, kuna kitu tunajenga yani hapa kuna kitu tunatengeneza, hmm. Iwe positive au negative, yani hapa unavyoishi, vitu unavyovifanya, tabia zako, kuanzia mwaka uanze mpaka hapa tulipo, kuna kitu umejenga. Umejenga nini? Sasa ni lazima ujifanyie tathmini uweze kujua umejenga kitu chanya au hasi. Mwingine amejenga kitu hasi, maana yake fedha alikuwa anaipata anatumia tu kwenye matumizi ambayo hayana mchango katika maendeleo, anatu ananunua liability, vitu vinavyotoa fedha na sio vinavyoongeza fedha. Kwa hiyo akijifanyia tathmini anaweza ku jua sasa wapi aliweza kuwa na changamoto. Sawa kabisa. Jambo lingine ni nidhamu yako ya kifedha, nidhamu yako ya kifedha. Na hapa tukizungumzia hali ya nidhamu yako ya kifedha, kiufupi ni ule uwezo wa kujimudu kutofanya vitu ambavyo haukutaka au haukupanga kufanya kwenye maisha yako pamoja na vishawishi ulivyokuwa navyo au vinavyokuzunguka kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa na malengo, mi natamani kununua kitu fulani, natamani mwezi huu niwekeze kiasi fulani, lakini pengine marafiki uliokuwa nao, watu wanaokuzunguka, ushauri unaopata watu wengine, bwana, wanakuambia ah, Janeth, eh, yani si tunavyokuona kwa hivyo. Ni vitu vyote ambavyo ni vizuri kuvifanyia tathmini. Unaweza ukawa una chanzo cha mapato na unajitahidi kutunza lakini ukikutana na kikundi fulani cha watu kinakushawishi yeah. Unaweza kuitoa ile fedha. Na hapa unawezaje kujua hali yako ya nidhamu ya kifedha? Kuna vitu viwili okay. eh? Mtazamaji Hilda na good luck ni vi, tuna vitu viwili hapa vya kujikagua sisi, tuanze na sisi kwanza uh -huh. Jambo la kwanza ni kitu gani ambacho ulisema utafanya na mpaka sasa hivi haujafanya Ukiona kuna kitu yani, mwaka wakati unaanza elfu mbili na ishirini na tano mwaka wa kwangu mm. Eh, sasa huu mwaka mpaka kifika disemba niwe na hiki na hiki, umekizungumzia in term of pace yeah. disemba ndio hii, unacho hicho kitu? Kama hauna hicho kitu, maana yake nidhamu yako ya fedha ni ndogo. Hilo ni jambo la kwanza kujitambua, kama una nidhamu ya fedha. Jambo la pili ni kitu gani ambacho ulisema utafanya na umeishia njiani, ulianza kabisa Eh, ile mwaka unaanza mchaka mchaka umeenda mpaka imefika mwezi wa sita, mwezi wa ngapi umepotea kabisa, mpaka sasa hivi haupo, hatukuoni tukikutafuta. Hilo oh, yeah. eh, eh, ni jambo lingine, lakini jambo mm. ah, ah, kitu kingine ambacho kinaweza kuku, kukuongoza katika kufanya tathmini ni mali unazoziongeza mali unazoziongeza, na hapa tunazungumzia mali kama ardhi, vifaa vya uzalishaji. Um, kwa nini tunasema mali unazoziongeza mali unazoziongeza zi, tunasema kuna mali liability na asset, na hapa nazungumzia asset, vile vitu ambavyo vinaongeza fedha. Unaweza ukawa na mashamba eh, unaweza ukawa na shamba uh, unaweza ukawa na shamba la mikorosho, shamba la miti E, mali zile kununua kiwanja hivyo, ni vitu vyote ambavyo vinaongeza au vinachangia uzalishaji wa mtu kwao. Unapojifanyia tathmini, ni vizuri ukajua pengine hauna fedha cash mkononi, ila umenunua kiwanja. Kwa hiyo hapo kwenye kujifanyia tathmini, kuna hatua umepiga ya kifedha okay. mm. Aha, jambo lingine ah, jambo lingine kwa kumalizia, Ndio. Aha. tunapojifanyia tathmini hapa, kama tulivyozungumza ni vizuri uwe mkweli kuhusiana na taarifa na vitu vyako ambavyo unajifanyia. mm. Lengo ni kubadilika, kwa hiyo ujiweke katika nafasi ya kujiambia ukweli ili uweze kuona maboresho na nini unaweza kufanya ili uweze kuwa bora zaidi. Sawa sawa kabisa lakini, mm. lakini pia Janeth, sawa uh, tuanze mambo ambayo uh, mm. yataathirika yata ama nini mm. kinaathiri tathmini binafsi ya fedha mm. na uchumi uh, kuna vitu vingi yeah. Lakini kwa ufupi nimeviainisha hapa vitu vitatu. Kwanza kabisa ni utunzaji wa takwimu sahihi, na hapa nikisema takwimu namaanisha tu taarifa, taarifa zako binafsi, yani mfano mfanyabiashara sasa hivi anayenitazama kama alikuwa harekodi mauzo yake kwa mwezi anapata shingapi? Eh, pengine wewe mwenyewe unanitazama hapa, tukikuuliza bajeti yako kwa mwezi shingapi? Usafiri unatumia kiasi gani? mafuta kwa wiki, kwa mwezi ni shilingi ngapi? Hivyo vyote ukiwa haufahamu, maanake kwenye upande wa, wa kujifanyia tathmini hautajua fedha yako nyingi imeishia wapi. Kwa hiyo ni lazima uwe na utunzaji sahihi wa, wa takwimu na hapa uwe tu na rough budget. kwa wiki mimi natumia kiasi kwa mwezi kiasi fulani, ili uweze kujua wapi unarekebisha, wapi unapunguza. Pengine fedha yako nyingi unatumia kwenye vitu ambavyo havina mchango mkubwa katika maendeleo na hali yako ya kiuchumi. Sawa kabisa, uh-huh. Jambo la pili uh, uh, ni uaminifu wa mtu binafsi, kama nilivyosema hapo awali kwamba unavyojifanyia tathmini usijidanganye. E, mm. Na hii ni changamoto kubwa. Hata mtu unakuta anakuja ofisini, tunazungumza, unapokuwa una mmoja, anaweza akawa anaongea au anatoa taarifa katika namna ya kujidefend, anajitetea, lakini lengo ni kupata truth, yani tupate ukweli, hasa changamoto ni nini, kwa sababu wanasema sasa eh. wakati mwingine unajua, mtu kujiambia ukweli inakuwa mm. changamoto mm. yani yani, ya, hapo tunatumia kanuni ya reflection kwamba lazima yani, upate kitu kama uh, simi, sema kio ama upande wa pili mm. ambao unaweza ukawa unakutazama na kukuambia kwamba bana wewe una moja mbili tatu. Sasa wewe mwenyewe mm. yani, unaweza ukawa kwa sababu tayari uh, tunasemaje? Yani, una, si niseme conflict of interest, mm. yani, yes, ukos... eh unakuwa eh, ah. hapo ah. unajitetea unajionia huruma kwa hiyo ah. unahitaji mtu mwingine <laughs> eh, eh. Eh, aku, akupe akuambie ni mtu wako wa karibu eh. mkeo eh. mumeo na, si inawezekana pia kutumia eh, inawezekana na, na ni muhimu. Na hapo kwenye kupokea ukweli, unajua ukweli unauma kwa yeah. hiyo eh, eh, <laughs> hata wewe ambao una, unajiandaa kumwambia mtu ukweli, itafute namna ya kuiweka kwa sababu tu ukweli by nature unauma yeah, yeah. Kwa hiyo unaweza ukajikuta tathmini inazua ugomvi kwa mm hiyo -hmm. Kikubwa tujiambie ukweli, kwa sababu hauwezi ukatoka kama haujakubali kwamba unakosea kwa okay. hiyo na Tukumbuke kwamba sisi ni wanadamu, makosa ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo ifike wakati ujiambie ukweli, na ukiambiwa ukweli upokee, usijidanganye ili uweze kufanya marekebisho yaliyo sahihi sahihi kabisa. Ah, jambo la mwisho ni malengo, malengo yako na matumizi sahihi ya fursa ulizonazo, malengo yako na matumizi sahihi ya fursa ulizonazo. Kwa hiyo hapa tukizungumzia malengo eh, na fursa kuna mtu hana malengo, yani kuna mtu tu alikuwa anaishi <laughs> eh. Kwa hiyo hapo tukisema tathmini, anawaza kwenye malengo gani? Mbona sielewi? Mm. Kwa hiyo kama hauna malengo, maanake tayari tathmini umeifanya isiwe katika mfumo, yani isiende vizuri, kwa hiyo yeah. ni vizuri wewe ambaye unanitazama, jiwekee malengo, yani uwe na kitu unakimbizana nacho kwenye maisha, na hiyo ndio raha ya maisha mm. Unajua asubuhi unaamka, kuna kitu unakimbizana nacho, usiishi tu kiholela. Lakini pia tunasema matumizi ya fursa ulizonazo, na hapa kwenye matumizi, wakati mwingine mtu anaweza akajifanyia tathmini eh? good luck na Hilda, mtu akawa anahisi ah, mimi bwana, mwaka huu yani sijafanya vizuri kumbe chanzo cha mapato ulikuwa nacho, au kama mfano unafikiria kufungua biashara, mtaji ulikuwa nao, kwa sababu fedha ulikuwa unaipata, ila matumizi yako ya fursa pengine ni muoga, hauna eh, ujasiri, uwezo wako wa kuwasiliana na watu, kwa sababu vitu vyote tunafanya katika na jamii, uwezo wako wa kutatua changamoto, jambo kidogo tu umepanic, sitaki kushirikiana na watu, lakini hao watu ndo wateja, au kama ni ofisini ndo colleague wako, yaani ndo watu wako kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukaifanya tathmini ukaiona haija yani, mwaka huu ukakaa ukasema huu mwaka ujawa mzuri, kumbe wewe ndo tatizo au wewe ndo changamoto. Kwa hiyo fursa zinavyokuja, muoga kujaribu uthubutu, ukijipima yani, unajidauti self doubt, mbona mm, kama kubwa hivi yani unajiandamaini unajidogodesha. Kwa hiyo hivyo ni vitu vyote ambavyo vinaathiri tathmini binafsi. Mm -hmm. Sasa hapo kwenye uh, kutumia fursa ulizonazo. Mm -hmm. Mtu atakwambia bwana mimi sina fursa. Mm -hmm. Sioni fursa sina mtaji. Mm -hmm. Yaani anaamka ya yuko labda anakaa kwa mjomba. Mm -hmm. Nini kula ugali wa shikamo. Mm -hmm. Ya, fursa zipi bwana? Huyu anazungumzia fursa zipi? Amna fursa. Fursa ni changamoto ambazo zipo katika mazingira husika. Ni kitu gani unaweza kufanya ili uweze kuleta suruhu, lakini fursa inaweza ikawa ni kile ambacho unakiwaza kichwani mwako. Yeah. Usiishi tu kama hauna kesho, yaani leo mfano uko kwa mjomba, kuna siku tunatamani nawe uwe mjomba, umsaidie mtu mwingine. Usikae tu kama mtu ambaye utakuwa hivyo milele. Kwa hiyo nini unaweza ukafanya kwenye maisha? Ukweli ni kwamba hakuna kitu kilichotimia, yaani hata yule ambaye, hata yule mjomba ambaye uko nyumbani kwake unamtazama yeye, mm. mwenyewe pia hajakamilika, kuna kitu kinamstress. Kwa hiyo okay. ni kinahitaji uthubutu kinahitaji maamuzi, lakini kupanga mpango na ramani, nini unataka kufanya, unaanzia wapi na unaishia wapi, kwa sababu usipojua unataka nini, utakutana na watu ambao wanaweza kukupa unachokihitaji, lakini hautajua, hautaomba. Kwa hiyo ni vizuri ukafahamu. Kwa hiyo, na Janeth, unaamini kwamba ha, uh, hakuna mtu ambaye hana fursa yoyote? hakuna lazima kuta itakuwepo, yaani itakuwepo na fursa, yaani na fursa, yaani fursa ni changamoto iliyopo, kwamba Godwick, katika mazingira yako hauna kitu, labda ni changamoto kwa sababu fursa, yeah. ni opposite ya kuitumia Changamoto ipo, lakini mtaji sina; ipo lakini mtaji usina, sasa hapo ndo namna ya kutafuta mtaji, lakini yeah. fursa ipo, yeah. Ehe. kwa hiyo hamna mtu ambaye hana fursa, sazipo lakini namna ya kubadilisha na tulishakuwa kuwa na somo hapo la namna ya kutafuta mtaji. Yeah, kabisa. Yeah. Mm -hmm. Sasa tumalizie na nukuu. mm -hmm. chini imeandikwa, hii ni nukuu Soka eh, <laughs> Sasa si huwa na koti za watu watunasoa uh, ni, ni uh, mieon uh, nitazama uh, <laughs> <laughs> ni, ni, ni, ni, ni mchumi ni mtakuye, mpata taaluma uh, <laughs> yako, asubuhi ya leo. safi kabisa. Uh, uh, leo tunamalizia kwa nukuu ambayo inasema huwezi kuboresha kile ambacho hukipimi. Mwisho wa mwaka si muda wa kujiuliza kilichotokea hmm. bali ni kuamua kwa mpango madhubuti mabaya uliyoyafanya yasijirudie. Huwezi mm -hmm, kuboresha kile ambacho haukipimi mm, mm -hmm, mwisho wa mwaka sio muda wa kujiuliza mm, kilichotokea, bali ni kuamua kwa mpango, mpango madhubuti mabaya uliyofanya ulea, yasijirudie, yes, ya kwa mwaka unaoanza mm -hmm. Swali so, langu kwamba leo ni tarehe tatu mm, uh, mwezi wa kumi na mbili mm, siku ya kukaa kufanya tathmini atakiwa iwe lini? Eh, Desemba, yaani hata leo sasa hivi unavyonitazama, usisubiri Christmas, usisubiri, usisubiri. Kwa sababu gani? Unavyojifanyia tathmini hapa, eh. Itakuwa kuna mambo mengi pia yanaweza katokea hapo bado mpaka bajeti yako ya Christmas, eh. Unajua, hata Christmas tutakuja na darasa letu, mambo ya kufanya buying kwa hisia. Hmm. Christmas hapo mtu Januari ana majukumu mengi, lakini hapo Christmas anafanya matumizi makubwa afu Januari anajiingiza kwenye madeni. Kwa hiyo ukijifanyia tathmini, hata hivi leo unavyonitazama, ukajifanyia tathmini, unaweza ukaipanga bajeti yako vizuri kabisa, mwisho wa mwaka ukafurahi. Lengo sio kufurahi furahi, ndani ya bajeti lakini usijiingize kwenye madeni. Hmm. Ehe. Na hapo naomba nisisitizie good luck kwamba huwezi ukaboresha kile ambacho haukipimi Yaani wewe lazima ujipime, na sisi katika mfumo rasmi wa maisha hatuna mitihani kama chuo au shule. Kwa hiyo mm, jipime mwenye. Usipojipima ndio unaendelea kufanya makosa, naendelea kukosea, tunazidi kupoteana kabisa, kabisa. Kwa hiyo jipime na ujiulize, lakini pia usijilaumu. Kuna watu wamefanya makosa mengi sana mwaka huu, wamefanya mistake nyingi. Huu sio wakati wa kusema kwa nini nilifanya vile, kwa nini nilifanya. Ah, -ah. Angalia ulikosea wapi, nyanyuka, tuendelee mbele. 2026 inatusubiri, au sio? Na kuna watu wanaweza kusema bwana, mimi hela ya Kongo halafu wanadipangia ah, si... <laughs> ndaambia no, tu ni ushauri e, tu. Huo ni ushauri <laughs> tu, wewe mwenyewe utaamua. Kiza kushauri hivi, mwezi wa kwanza usianze kusumbua watu e, usijikize kwa madeni <laughs> kabisa kabisa e. Shukrani sana Janeth, asante sana, sana kwa uchambuzi ambao umetupatia, na tutarejea baada ya mapumziko.